Utawala wa Rais Donald Trump unadaiwa kukaidi uamuzi uliotolewa na jaji wa mahakama ya wilaya nchini Marekani James Boasberg, kuhusiana na wahamiaji wasio na vibali, ambapo serikali hiyo imewapeleka wahamiaji hao zaidi ya 250 katika gereza hatari zaidi nchini El Salvador la CECOT. Jaji huyo wa shirikisho nchini Marekani alitoa amri ya muda ya kuzuia kusafirishwa kwa nguvu chini ya tangazo la kivita la karne ya 18 lililolenga wanachama wa genge la Venezuela ambao walikamatwa wakiishi nchini Marekani bila vibali. Maofisa kutoka nchini Marekani wamesema wanachama hao wa magenge ya uhalifu kutoka Venezuela waliokuwa wamekimbilia nchini Marekani walisafirishwa kwa ndege za Marekani kwenda gereza la CECOT nchini El Salvador siku ya jana Jumapili. Jaji Boasberg alitoa amri Jumamosi ya kusimamisha kwa muda usafirishwaji wa wahamiaji hao, lakini mawakili walimwambia tayari kulikuwa na ndege mbili za Marekani zilizokuwa angani kuelekea El Salvador, nyingine ikielekea nchini Honduras. Boasberg alitoa agizo la mdomo kwamba ndege hizo zirejee mara moja nchini Marekani, lakini inaonekana hazikufanya hivyo na hakujumuisha agizo hilo katika amri yake ya maandishi. Kwa mujibu wa msemaji wa Ikulu ya White House, Karoline Leavitt, katika taarifa ya Jumapili, alijibu uvumi kuhusu iwapo utawala huo ulikiuka amri ya mahakama akisema namnukuu, utawala haujakataa kutii amri ya mahakama. Amri hiyo haikuwa na msingi wa kisheria, ilitolewa baada ya magaidi wa TdA tayari kuwa wameondolewa kwenye ardhi ya Marekani, mwisho wa kunukuu. Kifupi hicho kinarejelea genge la Tren de Aragua ambalo Trump alililenga katika tamko lake lisilo la kawaida alilolitoa Jumamosi 1 ya Machi 15, 2025. Katika waraka wa mahakama uliowasilishwa Jumapili, Wizara ya Sheria ya Marekani, ambayo imekata, imekata rufaa dhidi ya uamuzi wa Boasberg, ilisema haitatumia tamko la Trump lililozuiwa kwa ajili ya usafirishaji wa wahamiaji hao zaidi iwapo uamuzi huo hautabatilishwa. Trump alipuuza swali kuhusu iwapo utawala wake ulikiuka amri ya mahakama alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari ndani ya ndege ya Air Force One siku ya Jumapili jioni. Na nukuu, sijui unapaswa kuzungumza na mawakili kuhusu hilo, naweza kukuambia hili, hawa walikuwa watu wabaya, alisema Trump, huku akitetea hatua ya kuwasafirisha wahamiaji hao kwenda katika gereza hilo hatari zaidi nchini El Salvador gereza la CECOT. Alipoulizwa kuhusu kutumia mamlaka ya rais yanayotumika nyakati za vita, Trump alisema huu ni wakati wa vita na kuna ongezeko la wahamiaji ambao ni wahalifu kama wavamizi. Rais wa El Salvador Nayib Bukele alionyesha kufurahishwa zaidi na uamuzi huo wa Trump wa kuwapeleka wanachama hao wa makundi ya ke, magenge ya kihalifu katika gereza hilo ambalo amelijenga kwa lengo la kuwaweka kizuizini wanachama wa magenge yote ya uhalifu nchini humo, nanuku Oops, imekwisha pita wakati, aliandika Bukele kwenye mtandao wa X, zamani Twitter, huko akisema amekubali kuwahifadhi wahamiaji wapatao 300 kwa mwaka mmoja kwa gharama ya dola milioni 6, kwenye magereza ya nchi yake. Chapisho hilo lilisambazwa tena na mkurugenzi wa mawasiliano ya ikulu ya Marekani, Stephen Chong. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye alifanya makubaliano ya awali na Bukele kuhusu kuwahifadhi wahamiaji hao, aliandika kwenye mtandao wa X kuwa tuliwasafirisha zaidi ya wahamiaji na wanachama 250 wa genge la Tren de Aragua ambao ambao El Salvador imekubali kuwashikilia kwenye magereza yao mazuri kwa gharama nzuri itakayotoa na kuokoa fedha za walipa kodi wetu. Mwisho wa kunukuu, amesema Rubio kupitia chapisho hilo. Hata hivyo, profesa wa sheria katika chuo kikuu cha Georgetown nchini Marekani, Steve Vradek alisema kuwa agizo la mdomo la jaji Boasberg kuhusu kurudishwa kwa ndege halikuwa sehemu ya amri yake ya mwisho ya kisheria, lakini utawala wa Trump ulikiuka sehemu ya uamuzi huo. Namnuku, hili linahamasisha mahakama za baadaye kuwa maalum sana katika maagizo yao na kutotoa mwanya wowote kwa serikali, alisema Vradek, mwisho wa kunukuu. Wahamiaji hao walisafirishwa baada ya Trump kutangaza kutekeleza sheria ya maadui wa kigeni wa Marekani ya mwaka 1798, ambayo imetumika mara tatu pekee katika historia ya Marekani. Sheria hiyo ilitumika wakati wa vita vya mwaka 1812 na vita vya kwanza na vya pili vya dunia. Inamtaka rais kutangaza kuwa Marekani iko vitani, jambo linalompa mamlaka ya kipekee ya kuwakamata ama kuwafukuza wageni ambao vinginevyo wangekuwa na ulinzi wa sheria za uhamiaji ama jinai. Mara ya mwisho ilitumika kuhalalisha kuwekwa kizuizini kwa raia wa Japani waliokuwa na asili ya Marekani wakati wa vita vya pili vya dunia. Serikali ya Venezuela, katika taarifa yake ya Jumapili, ilikataa uamuzi wa tangazo la Trump la sheria hiyo ikilifafananisha na vipindi vya giza zaidi katika historia ya binadamu, kuanzia utumwa hadi hofu ya kambi za mateso za Nazi kipindi cha utawala wa Adolf Hitler. Genge la Trende Aragua lilianza katika gereza lenye vurugu kubwa katika jimbo la Aragua nchini Venezuela na liliambatana na huku likisababisha machafuko yaliyowakimbiza mamilioni ya raia wa Venezuela katika makazi yao. Katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, Trump alilitumia genge hilo katika kampeni zake za uraisi akitolea picha mbaya za jamii ambazo alidai zimechukuliwa na wahalifu wachache. Utawala wa Trump haujatambulisha wahamiaji waliorejeshwa na haujatoa ushahidi wowote kuwa ni wanachama wa Tren de Aragua ama kuwa walikuwa ni wahalifu wowote nchini Marekani. Pia uliwasafirisha viongozi wawili wa genge la MS 13 la El Salvador waliokuwa wamekamatwa nchini Marekani na kuwapeleka katika gereza hilo la CECOT nchini El Salvador. Video iliyotolewa na serikali ya El Salvador Jumapili ilionyesha wanaume wakiteremka kutoka kwenye ndege wakiwa uwanjani wakiwa wamezungukwa na maofisa waliovaa mavazi ya kupambana na ghasia nchini humo. Wanaume hao ambao walikuwa wamefungwa pingo mikononi na miguuni walijitahidi ya kutembea wakiwa wameinamishwa vichwa, huku maofisa wakiwasukuma vichwa chini ili wapige magoti. Video hiyo pia ilionyesha wanaume wakipelekwa gerezani kwa msafara mkubwa wa mabasi yanayolindwa na magari ya polisi na jeshi, pamoja na angalau helikopta moja angani. Wanaume hao walionyeshwa wakipiga magoti chini huku vichwa vyao vikionyolewa kabla ya kubadilisha nguo na kuvaa sare nyeupe ya gereza kaptula ndefu, fulana, na soksi na viatu vya mpila na kisha kuwekwa katika selo za gereza hilo. Wahamiaji hao pia walichukuliwa hadi gereza la CECOT, ngome kuu ya Rais Bukele wa El Salvador, katika juhudi zake za kurejesha utulivu nchini mwake kupitia hatua kali za polisi na mipaka ya haki za msingi nchini humo. Utawala wa rais Trump ulisema kuwa rais aliweka saini tangazo hilo Ijumaa usiku akidai kuwa Tren de Aragua walikuwa wakiivamia Marekani, lakini hakulitangaza hadi Jumamosi arasiri. Wanasheria wa uhamiaji walisema kuwa Ijumaa usiku waligundua kuwa raia wa Venezuela ambao walipaswa kuwa na ulinzi wa sheria za uhamiaji walikuwa wakihamishwa hadi Texas kwa ajili ya safari za ndege za kuwarejesha nchini mwao wakaanza kufungua kesi mahakamani kujaribu kuzuia uhamisho huo. Kimsingi, raia yeyote wa Venezuela aliyoko Marekani anaweza kufukuzwa kwa kisingizio cha kuwa mwanachama wa Tren de Aragua bila nafasi ya kujitetea, alisema Adam Isakson wa shirika la haki za binadamu la Washington Office for Latin America, mwisho wa kunukuu. Kesi iliyopelekea zuio la uhamisho lililofunguliwa kwa niaba ya raia watano wa Venezuela waliokuwa wakishikiliwa nch Texas, nchini Marekani, ambao walisema walihofia kushtakiwa kimakosa kuwa wanachama wa genge hilo la Tren de Aragua, kwa mujibu wa jaji Boasberg ambaye alizuia uhamishi wa, wa raia hao wa Venezuela Jumamosi asubuhi, lakini baadaye alipanua zuio hilo na kwenda hadi kwa wahamiaji wote waliokuwa kizuizini ambao wangeweza wa kulengwa na sheria hiyo. Jaji huyo alibainisha kuwa sheria hiyo haijawahi kutumika nje ya vita vilivyotangazwa rasmi na bunge la Congress na kuwa walalamikaji huenda wakafikiwa na kuonyeshwa kuwa Trump alivuka mipaka ya mamlaka yake kisheria. Zuio hilo litadumu kwa siku kumi na nne na wahamiaji wataendelea kushikiliwa na serikali ya Trump. Kesi hiyo na itaendelea kusikilizwa siku ya Ijumaa kwa hoja zaidi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.